E, bana mambo vipi, mimi katoni na hii ni Line Plus TV. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe hapo chini na story ambazo tunaendelea kuposti kila siku e bana... sisi tuna deal na story zote ambazo zina trendi ndani na nje ya nchi, na leo nakuletea na story hii hapa, ambayo imekuwa gumu sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na mwigizaji maarufu au aliyekuwa Miss Tanzania enzi hizo, watoto wa 2005 hawawezi kunielewa, e bana, huyu ni si mwingine ni Wema Sepetu. Bwana Wema Sepetu kupitia mtandao wa kijamii uh, ameitwa na Basata. Ishu gani ambayo amefanya mpaka Wema Sepetu kuitwa na Basata? Ni weekend hii hapa, ali kuna video e zilionekana akiwa na gigi mane. Na baadhi ya mavazi ambayo aliyavaa watu wengi hawakupendezwa nayo kutokana na, na umri wake. Unajua Wema Sepetu umri ambao yeye anao, watu wengi basi hawakupendezwa na kile ambacho amekivaa. Sasa uh, Basata waliona ile issue na jana walituma uh, walituma kupitia mitandao ya kijamii official Instagram account ya BASATA, wao walituma uh, tangazo la kuonyesha kwamba Wema Sepetu anaitwa na BASATA. Basi leo mapema Wema Sepetu amefanikiwa kuingia katika ofisi za BASATA, na akiwa amevaa green suit fulani hivi ya pinki pamoja na tai, anapendeza akiwa na peti mane. Sasa swala so zima ambalo ameitiwa na nini kitotokea, wewe endelea kuwa nasi kitu na subscribe kitu na follow kupitia Instagram account yetu pamoja na TikTok na X zamani Twitter, lakini pia like na comment, wengine waone. Mimi naitwa ton, tunaelekea kuwa nani hapa hapa, usiondoke.